Naam, bwana, it's official. Yule mrembo ambaye tunaweza kusema kwamba ndiye aliyekuwa mchepuko wa Diamond Platinumz anayefahamika kwa jina la Rita nadhani utakuwa unamfahamu Miss Rita bwana e, huyu Miss Rita bwana, it's official this time around, ameonekana akiwa kama Mange Kimambi alivyozungumza. Basi amekuja kufanya follow up kuhusiana na kile ambacho kimeonekana huko mtandaoni. Unaambiwa kwamba Diamond Platnumz bwana amemfungulia mashtaka mazito huyu bidada, na alitakiwa afike katika kituo cha polisi Mbweni jijini Dar es Salaam, na hicho ndicho ambacho huyu bidada amekifanya. Na Mange amevujisha video ambayo inamwonyesha huyu mrembo akiwa yuko maeneo hayo ya kituo hicho cha polisi. Kwa hiyo kile alichokuwa anakizungumza Mange Kimambi, ina maana kwamba alikuwa yuko serious nacho na alikuwa yuko eh, sahihi kile ambacho alichokuwa anakisema. Kwa hiyo bidada huyu ameonekana rasmi akiwa yuko Mbweni katika kituo cha polisi kwa lengo moja tu la kwenda kutoa eh, kwenda kutoa maelezo. Umeona bwana, kwa hiyo Mange Kimambi bwana, kupitia ukurasa wake wa Instagram ameposti video hiyo ya huyo bidada akiwa anaelekea katika kituo cha polisi hicho, lakini pia vile vile akaweka caption hapa, ambayo inasomeka kwamba Mange ameandika hivi: Rita wa Diamond akiingia kituo cha polisi Mbweni kuojiwa baada ya Diamond kumfungulia kesi ya matumizi mabaya ya mitandao akidai kuwa Rita kamvedhe, kamfedhehesha kwenye mitandao. Umeona bwana, kwa hiyo it means kwamba kwa habari ambazo zinazosemekana ni kwamba huyu bibi Rita bwana amefunguliwa mashtaka na Diamond Platinumz kutokana na kwamba kuna hiyo kesi ya madai kwamba eh, Diamond amedai kwamba huyu Rita amemfedhehesha au amemdhalilisha au amemchafulia brandi kwa kifupi, e, kwa lugha nyepesi kabisa inayosemekana ikawa kesi hiyo inahusiana na hilo jambo. Kwa hiyo bibie bwana yuko Ati yani e, tutafuatilia hii kesi zaidi kadri ya siku zinavyozidi kwenda, lakini Mange amezidi kufukua mambo hapa, akiwa amesema kwamba walio ameandika kwamba walimbad, walimbadilishia e, kituo cha polisi cha kuripoti last minute, ili wawe na, ili, ili wanahabari wasimpate akiwa anaenda polisi hapo. Kwa kifupi ni kwamba Diamond Platinumz anataka kumsumbua Rita E, polisi bila kumpa umaarufu wowote, so anajaribu kuavoid sana wanahabari, wasipate wasimpate Rita polisi. Lakini application, tumegundua ni kwamba Diamond anaamini kwamba Miss Rita ana video, ana video zao zaidi ya zile ambazo zimeisha vuja yani, na video nyingine za ndani kitandani, so anaogopa Rita ataziachia zile video. Kwa hivyo basi amefanya hivi ili mradi tu wamtishe tishe, ili asija akaziachia hizo video. Rita, usitishike. Hun, huna la eh, hana la kukufanya huyo, wala hao polisi wake anao, hata wa, hao askari pia vilevile vile, hawana la kukufanya zaidi ya kukuita tu hapo kituoni wa ku wa kuadmire hii ulivyo mzuri. So huyu ni Mange Kimambi ameandika hivyo kwamba kwa mujibu wa yeye anavyoona hii situation, allegedly inasemekana kwamba huyu bibi Rita bwana ana video nyingine ukiachana na zile ambazo zimevuja. Kuna video nyingine ambazo huyu Miss Rita yuko nazo sasa. Diamond anajua kwamba anytime, anywhere huyu Miss Rita anaweza akavujisha zile zingine ambazo zimebaki, kwa sababu inavyoonekana sasa hivi ni kwamba huyu Miss Rita amekuwa akitamba kweli kweli huko mitandaoni na ni kitu ambacho kinaonyesha wazi dhahiri shahiri kwamba yuko na furaha na furaha na anasherekea, anafurahia hii fame ambayo ameipata. Kwa hiyo basi inasemekana kwamba Diamond ameanza kufungua mashtaka mapema ili hata huyu Rita kama ana video zingine asija akazivujisha kwa sababu zitamshafulia brandi yake Diamond Platnumz. Sasa Mange amekuja hapa anampigia kifua huyu bibie eh, lakini bado hajawa na detail kamili kuhusiana na kesi exactly ambayo imemfanya Rita aliyofunguliwa Rita na Diamond mpaka kufanya Rita aitwe kituo cha polisi huko Mbweni. Lakini pia vilevile vile, Mange akaendelea hapa kusema kwamba Rita amepigwa marufuku na polisi kufanya interview yoyote ile na media yoyote ile na ameambiwa kwamba akifanya interview, eh, watamtia ndani. Eh, afu akaendelea hapa Mange kuuliza kwamba hivi ni sheria gani Tanzania inayokataza mtu akiwa na kesi polisi kuongea na media? Na ni, hukumu, na ni hakimu wa kesi tu ndiyo mwenye pawa hiyo ya kumzuia mtu kuongea na media, na sio polisi. Na hata hakimu pia huwa anawa na hata hakimu pia huwa anaweza kukataza kuongelea certain party za hiyo kesi, na sio kukataza mtu kufanya interview nzima. Sasa basi hawa askari bwana, watakuwa kuna kitu kinaendelea Huyu Mange anazungumza hivyo mpaka mpaka halafu, eh, akaendelea kusema kwamba mpaka wamwonee mtu kumwambia haruhusiwi kuongea na media. Miss Rita, tafuta lawyer, yani tafuta mwanasheria then fanya interview ukiwa na mwanasheria wako, tuwaone hawa askari we, watafanya nini? Umeona bwana, kwa hiyo huyu eh, huyu Mange amemshauri Rita afanye hayo. Lakini akuishia hapo. Mange Kimambi akaendelea kusema kwamba Rita alikaa polisi kwa ajili ya mahojiano masaa kama matatu hivi, then wakamwachia, yaani walitaka tu kumpa jamba jamba ili wamfurahishe, wamfurahishe eh, wamfurahishe Diamondi. Umeona bwana, so hivyo ndivyo mambo yalivyo. Na wadau mbalimbali na video video actually zimevuja huko mitandaoni, zinamuonyesha huyu Rita akiwa anatoka kituoni anapanda gari na pia vile vile kuna video zikiwa zinamuonyesha Rita akiwa anashuka kwenye gari anaenda kituoni bwana. Haya, sasa wadau mbalimbali bwana, wamekuja kuweka maoni yao hapa katika comment section. Nataka hapa nikusomee baadhi ya comment ambazo tumekutana nazo. Kwa mfano, huyu hapa Resti anasema kwamba wasichana, someni shule kwa utulivu, baada ya hapo fanyeni kazi kwa bidii, na kama ni biashara basi fanyeni pia biashara zenu kwa bidii pia This is traumatic. Na muache kabisa kuingilia mahusiano ya watu ukijiona wewe ni mzuri zaidi. Hell no. Huyo ni Resti amekuja kuandika hivyo, amewashauri wadada waache kuingilia mahusiano ya watu, wasome kwa bidii, wafanye kazi au aidha wahakikishe kwamba wana, wana kama ni biashara basi wahakikishe wanafanya biashara kwa bidii, na sio kuingilia mahusiano ya watu ukijiona kwamba wewe ni mzuri. Umeona bwana. Haya, mtu mwingine huyu hapa anasema kwamba, bwana mpiga picha noma walai, yani hata polisi wazamu hawa hawamuoni. Kuna mtu ameandika hivyo. Haya, mtu mwingine huyu hapa amekuja naye pia ameandika kwamba kidada kijinga kweli, yani ni kizuri lakini akili hakina. Kwa mtu ameandika hivyo. Rama Authentic ameandika kwamba anaingia na abaya kwa isimiti, sijui alikuwa anamaanisha nini. Kwa mtu anasema bwana huyu binti kwa ushauri tu inabidi atulie, asiendeshwe na umaarufu wa mitandaoni. Umeona, kuna watu wamekuja kuandika hivyo. Haya, kuna mtu mwingine hapa anasema kwamba bwana Mange, mbembeleze lita vid, mbembeleze lita asitoe hizo video, uzihifadhi wewe. Kuna mtu ameandika hivyo kwamba huyo lita atoe hizo video, azifute, azihifadhi Mange. Kuna mtu ameshauri hivyo kwenye comment section hapa. Bwana, mimi nahisi Diamond atamtoa yeye na mapenzi yataendelea kama kawaida, awe unaonaje? Yeah. Kuna mtu ameandika hivyo pia. Okay, huyu Rita hajashikiliwa bwana, ameenda tu na kutoka. Mambo mengi yanaendelea, tutakupa update zaidi kadri ya muda unavyozidi kwenda na mambo yanavyozidi kutokea. So ukiwa kama mdau, weka maoni yako katika comment section hapo chini, tutakao tukisoma na kureplay kila comment, na pia subscribe kwa ajili ya kupata update zaidi.